Awali ya yote nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutujalia uzima na afya na kuendelea kukimbiza mwenge wa uhuru tukiwa katika hali ya usalama na amani. Lakini pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu zangu wananchi wa Forest. Kwa kweli mahala hapa, wakati naingia, mkuu wa wilaya, kwa kweli sikutaraji kuona wananchi wengi wa kama ambao wameuonesha. Kwa kweli naomba jipigieni makofi mengi sana na kwenye eneo hili limepata maana halisi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwamba yale maono ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kwamba mwenge wa uhuru ndiyo tunu ya taifa na ndiyo chombo ambacho kitaenda kumulika ndani na nje ya mipaka yetu, ndiyo chombo ambacho kitaenda kuweka matumaini, ndiyo chombo ambacho kitaenda kuweka upendo na ndiyo chombo ambacho kitaenda kuweka heshima. Kwa kweli mahala hapa tumeyatii kwa vitendo. Naomba wote tujipigieni tena makofi mengi sana bwana foresti oye, oh yeah. oh yeah. Na nini maana yangu ya kusema hivyo ndugu zangu wananchi ni kwamba leo hii miongoni mwa mambo ambayo Raisi Daktari Samia ameendelea kuyatekeleza kwa moyo ulio mchungufu kwa kweli, ikiwemo miundo mbinu ya sekta ya maji katika taifa letu, kwa sababu rais wetu wakati amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha nyuma ambacho alikuwa ndani ya uongozi wake, miongoni mwa mambo aliyofanyia uchambuzi ya kinifu ni swala zima la kusikiliza kero za miundombinu ya maji ndani ya taifa hili, na ndiyo maana alipochaguliwa kuwa rais, jambo la kwanza ambalo alilifanya ni kuunda wizara maalumu ambayo haihusiani na jambo lolote isipokuwa ni miundombinu ya maji safi na salama. Na katika wizara hiyo ya maji ambayo ameiunda rais wetu, aliamua kutengeneza mamlaka maalumu ambazo zitakuwa na majukumu ya kwenda kusambaza maji vijijini pamoja na mijini ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndiyo maana leo hii unapoizungumza wizara ya maji, unazungumza mamlaka ya maji RUWASA, unazungumza mamlaka ya maji na jiji letu la Mbeya UWASA, naomba ipigieni makofi mengi sana. Mbeya USA oye, oye! Mbeya USA safi. Ndugu zangu, maelezo ambayo ametupatia mkuu wa wilaya, maelezo ambayo yametupatia Mheshimiwa Spika wa, wa bunge la jamhuri, kwa kweli ndiyo mambo ambayo yanatokezea katika maeneo yetu. Mradi huu ambao unatekelezwa hapa ni miongoni mwa miradi mikubwa Tanzania katika miradi mitano bora juu ya miundombinu ya maji, naomba jipigieni makofi mingi sana na mimi niseme wazi, mkuu wa wilaya, nadhani niliona mradi wa aina kama hii ndani ya jiji la Mwanza, lakini niliamini kwamba wao ndio watakuwa ndio mradi mkubwa. Kumbe wao ni kama kisubaka tu katika mradi huu ambao umetekelezwa hapa, naomba pigieni makofi mingi sana, wana Mbeya oye wana Mbeya safi kwa kweli, nasema najionea dhahiri ya kwamba kwa kweli mama huyu anaendelea kufata maono ya falsafa ya mwenge wa uhuru ndani ya taifa hili. Kwa kweli ndiye mama ambaye amekuja kujenga imani kubwa kwa wananchi wa taifa hili juu ya sekta ya miundombinu ya maji, maana ya kuleta kampeni ya kwamba atahakikisha anawatua ndoo akina mama wote kichwani Tanzania kwa kweli kampeni hii mama huyu ameenda kuishi kwa vitendo, na yasema hayo ndugu zangu, nikiwa na ushuhuda ndani ya taifa hili. Leo hii ni halmashauri ya mia moja na tisini na tano ambayo tupo na mwenge wa uhuru. Hakuna halmashauri hata moja ambayo hatukuenda kuona miradi ya miundombinu ya maji ndani ya taifa hili binafsi niendelee kuwashukuru wananchi niendelee kuwapongeza wananchi wote kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali. Tunaposema Samia wa maendeleo, tunaposema Mbeya jiji ya maendeleo, kwa kweli ndugu zangu, huwa tunamaanisha kweli kweli. Wingi huo, watu mliojitokeza, sio kwamba labda mmekuja kwa mapenzi ya jambo jengine, mumekuja kwa heshima ya mwenge wa uhuru, lakini pia mumeweza kufika kwa sababu ya kuja kujionea upendo juu ya mradi wenu wa maji naomba jipigieni makofi mengi sana bwana. Foresti hoye, wana Foresti safi, safi. Lakini pili ambayo inahitaji kuwaambia ndugu zangu, kwa kweli endeleeni kutoa mashirikiano ya serikali binafsi. nimejionea upendo kuona kwamba wenzetu wa mamlaka ya maji ya jiji la Mbeya wakiongoza na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka, kwa kweli mnaendelea kuwapa mashirikiano na ndiyo maana na wao wanaendelea kufanya kazi kwa uadilifu wa hali ya juu. Ni imani yangu kila mwananchi wa jiji hili, ni imani yangu kila mwananchi wa Forest ataendelea kuunga mkono jitihada za serikali, na mimi niwaombe kuweni wavumilivu, uvumilivu ambao mmeuonyesha nyuma, leo ndio tumekuja kuona faida ya uvumilivu huo. Na mimi nataka niwahakikishie kupitia mwenge wa uhuru ambao unapoenda mahala popote basi unaenda kuweka upendo kwa kweli, mradi utaenda kukamilika kwa muda ambao umekusudiwa na serikali, ambao umetarajia kufikisha huduma kwa wananchi ambao wanasubiri huduma hiyo, na mimi sina shaka kwenye hilo, kwa sababu miongoni mwa jambo ambalo linanipa faraja tena kuona kwamba leo hii ndani ya Mbeya jiji tunao viongozi wa kitaifa ambao na wao wanaendelea kusimamia miradi mbalimbali mbali ndani ya Mbeya jia letu wakiongozwa na Mheshimiwa Spika wetu Tulia, naomba tumpigieni makofi mengi sana. Mheshimiwa Spika oye. Oye Mheshimiwa Spika safi. Safi na mimi naamini mtaendelea kumpa mashirikiano hayo, kwa sababu maendeleo ya wana jiji la Mbeya yataletwa na wana Mbeya wenyewe, yataletwa na Watanzania wenyewe. Hawezi kuja kutokea mtu ambaye haishi Tanzania akaweza kutuletea maendeleo ama kusimamia maendeleo ambayo serikali inaendelea kutekeleza. Niwaombe sana wana Mbeya, endeleeni kuwa na mashirikiano, endeleeni kudumisha amani, endeleeni kudumisha upendo wenu mlionao. yuyu ambayo umeifanya ndani ya jiji lako la Mbeya, naomba tumpigieni makofi mingi sana. Lakini pia vile vile bila, bila ya kumsahau kwa kweli ni watu ambao wanaweka historia nzuri leo hii wenzetu wa mamlaka ya maji ruwasa ni miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri sana na mimi wakati nimeingia mkoa huu kwa mara ya kwanza nilimwambia meneja wa ruwasa wa mkoa kwamba maeneo tuliyotoka huko wenzako wengi wamefanya kazi nzuri sana lakini yeye amefanya kazi nzuri sana sana sana mpigieni makofi mengi sana Meneja wa RUWASA mkoa oye, oye. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, na washukuru na mimi kwa niaba ya wenzangu, kwa kweli miongoni mwa miradi iliyotupa furaha ukiwemo na mradi huu wa maji unaotekelezwa katika eneo hili. Na mwenge wa Uhuru umeweza kuridhishwa na ukaguzi kwa asilimia mia moja ya utekelezaji wa mradi huu ndani ya eneo hili la forest. Wana foresti hoye, maji safi hoye, Mbeya UWSA oye. Oye RUWASA safi, safi. Mweshimu atulia oye, oye. Kina mama hoye, asanteni kwa kunisikiliza.